Habari mdau, habari mzazi, nina kushukuru sana kwa uh, mrejesho wako kipindi chetu kilichopita kilichokuwa kinazungumzia kanuni za ulinzi wa mtoto, na haswa katika uh, kanuni ile moja ambayo tulichagua kuizungumzia ya ushirikishaji wa watoto child participation. maswali mengi yalilenga ni kwa namna gani familia zinaweza kuwashirikisha watoto na kuwajengea misuli katika stadi za maisha yani life skills. Na hii ni muhimu kujenga stadi za maisha kwa watoto, kwa sababu ufaulu wake darasani, namna ambavyo anafanya vizuri shuleni, haina maana kabisa kama stadi zake za maisha hazijakaa vizuri, kama hana nidhamu kama hana kujiamini hana kujikubali, hajui kuchangia mawazo, hajui kutengeneza na kutetea hoja zake. Kwa hiyo ni muhimu sana wakati tunafuatilia ukuaji wa watoto kitaaluma, basi tunafuatilia na ukuaji wa watoto kwenye eneo hili ambalo tunalizungumzia siku ya leo. Nilizungumza sana. Uh, kwa namna ya wataalam, namna ambavyo wanaweza wakaitumia kwenye programs zao. Uh, taasisi ni kwa namna gani wanaweza wakatekeleza ushirikishwaji wa watoto, implementation of child participation. Lakini kutokana uh, na maoni ambayo nimepokea basi nitakwenda kuyafanyia kazi kama ifuatavyo. Mzazi unaweza kabisa kujenga misuli ya mtoto wako kwenye kushiriki, kumsaidia kushiriki, kumsaidia kujifunza kuparticipate kwenye yale masuala yote ambayo yanamwathiri au yanamhusu yeye. Kwa namna gani? Tengeneza mazingira ambayo yanachochea ushirikishwaji au ushiriki wa mtoto, mazingira ambayo yanamsapoti mtoto kushiriki. Mzazi, ni vizuri kuhakikisha kwamba unauliza maswali ya ya udadisi kwa mtoto wako kulingana na umri wake, na hii itamjengea yeye kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwasiliana na ni mwanzo wa mawasiliano na ni vizuri kujenga misuli hii kwa sababu itakusaidia pia kuwa na mahusiano mazuri na mtoto wako. Lakini uh, utafanyaji ili uweze kutengeneza haya mazingira mazuri na mazingira rafiki kwa ajili ya mtoto kuchangia au uh, kutoa sauti yake, participate, kushiriki. Tumia lugha rafiki kila wakati unapozungumza na mtoto, mtoto, mtoto. Tumia lugha rafiki kile unapozungumza na mtoto, lugha ya utulivu ambayo haina makelele, haimfanyi mtoto akajishtukia, akajishusha, akashusha hadhi yake. Usiepuka vitisho, epuka kumtishia mtoto, epuka vitisho wakati unazungumza naye, lakini muonyeshe kwamba mawazo yake yataheshimiwa, na hata kama wakati mwingine mawazo yake hayana tija kwako, lakini muonyeshe kwamba mawazo yake ni ya muhimu na unayachukulia kwa uzito, lakini unaweza kuja na machaguo mengine au kumuuliza machaguo mengine kama atakuwa nayo kwa ajili ya kufanya maamuzi, lakini pia mshirikishe kwenye hayo machaguo na namna ambavyo mtafikia hatima au hitimisho la maamuzi kwenye jambo hilo. Wakati mtoto amekwambia jambo ambalo ni sensitive, jambo ambalo kwake ni la siri au la muhimu, usimtumie kama mfano mbele za, za wageni au marafiki zako au familia, labda akupenda watu wengine walijue, na anajisikia aibu. Kama nilivyosema hapo awali, mtoto um, ni mtu kamili ni mtu kamili, shimyo, bili bili, uta. Kwa hiyo anahitaji naye kuheshimiwa anahitaji naye kusikilizwa. Kwa hiyo kama unapohitaji wewe kuheshimiwa na kusikilizwa, basi na yeye vile vile anajisikia hivyo, pale ambapo atakwambia jambo lake na ukaamua kulitumia kwa mfano au fimbo ya kumchapia pale andapo anakosea. Ukiweza kufanya hayo, matokeo yake mtoto wako atakuwa na uwezo wa kujiamini, lakini ile kuzungumza kwa uwazi, atakuwa hana vitu ambavyo anaweza kakuficha hasa kwa wewe ambao una mtoto mdogo mwenye umri mdogo, una nafasi vizuri sana ya kuweza kulifanya hilo kabla haujafika kwenye ule umri ambao unaanza sasa kutafuta mawasiliano na mawasiliano imeshapotea, hasa kwenye ule umri wa rika ya balehe. Watoto wengi wakishafika kwenye ule umri ule, ule, ule, wazazi wanapata shida nyingi sana kuelewa kwamba anafikiria nini, aa, anawaza nini, ni mambo gani anayofanya kwa wakati huo. Kwa hiyo ni vizuri sana kujenga mahusiano kwa namna hiyo. Epuka kelele, epuka kumsoa, epuka kumzima zima mtoto wakati anazungumza na vitu kama hivyo, lakini endelea kumtia moyo kuzungumza. hmm. wakati mwingine wale ambao ni Wakristo kuna michezo ya watoto kanisani, msukume, msaidie, mtie moyo ashiriki ni mistari ya, ya moyo, ni michezo tofauti tofauti, ni shuleni, mtie moyo kwamba unaweza shiriki, zungumza na vitu kama hivyo. Muulize maswali ambayo yatachochea yeye kuongea, unahisi vipi kuhusu jambo hili e, ni jambo ambalo linaendelea hapo ndani ya familia. Muulize kwamba unahisi vipi kuhusiana na jambo hilo, una wazo gani kuhusu mpango huu, unaonaje mpango huu unamsikiliza. Uh, mwite mtoto, mkaribishe, uh, mtie moyo kuzungumza kwenye mkutano ya familia, atoe hoja zake na azitetee. Mm-hmm. Lakini kwa wale watoto wadogo ni uh, vizuri kukaa nao kwenye shughuli zao, michezo. Ehe. Cheza naye, chora naye na kuna namna unaweza ukachora michoro na akajielezea kabisa. Wanasaikolojia wana namna ambavyo wanakuwa wanatumia kwa watoto wadogo kupata uh, viashiria vya ukatili, labda mtoto anafanya ukatili. Kwa hiyo kwenye kesi kama hizo u, wale wanasaikolojia wanatumia kwa muda mrefu sana kutafuta ni kitu gani ambacho mtoto anapenda kufanya, mchezo gani mtoto anapenda kufanya, na hasa kwenye kuchora. Watoto wengi huwa wanaweza kuelezea hisia zao kwa kuchora, kama Unaweza kuambia ni nichoree vitu ambavyo unavipenda, vitu ambavyo unavipendi labda unavipaka rangi nyekundu, vile ambavyo unavipenda utapaka labda rangi ya kijani. Anaweza kukuambia kwa umri wake, lakini kwa wakubwa ni vizuri kujenga mahusiano. Mahusiano ni jambo la msingi zaidi ambalo linaweza kukusaidia na hii inaweza ikaleta uh, mawasiliano mazuri na kujiamini. Muhusishe mtoto kwenye maamuzi, involve children decision making, kwenye maamuzi haswa yanayomhusu yeye kwenye level ya familia, na wale wakubwa, hata kama hayamhusu direct yeye, yanayohusu familia, ni vizuri kumhusisha kwamba tuna moja, mbili, tatu, wewe unafikiri tunaweza kufanya nini? Kwa wale wa umri mdogo unaweza ukawahusisha kwenye masuala madogo madogo, kwa mfano, kuchagua chakula chakula kwa siku hiyo, labda kuchagua nguo, kuchagua shughuli ambazo unaweza kufanya kwa mwisho wa wiki weekends, na vitu kama hivyo, jinsi ya kupanga chumba chake, aina ya ya midoli, aina ya ya shuka ambazo ungependa kutandika kwenye nguo za kwenye kwenye kitanda chake na vitu kama hivyo, ni vitu ambavyo ni vizuri kuwashirikisha. Lakini pia bajeti zinazowahusu wao, ni vizuri sana, wao wakiwa wazi na bajeti ambao umekusudia kwao, ni vizuri kujua una mahitaji gani, au familia ina mahitaji gani, au iko kwenye kipindi gani ili wakati wanaweka vipambele basi waweze kuweka vipaumbele vitu ambavyo ni vya msingi, kwa sababu kuna vitu ambavyo kwa kizungu tunasema needs na vingine ni wants. Waweze kutofautisha which are needs na which ni wants, ni yapi yale mahitaji muhimu na ya msingi, na yale mahitaji mengine tu ambayo mwanadamu akiyakosa bado anaweza kuendelea. Itawajengea pia misuli kwenye kuyo. Fanya maamuzi lakini kuwa na machaguo tofauti, tofauti, pamoja na kutatua matatizo. Uh, uh, kitu kingine ambacho mzazi unaweza kufanya ili mtoto wako aweze kujenga misuli ya kushiriki uh, mpe majukumu kulingana na umri wake.